loiturukok siak likiata lodi eleshani ngai torivo tajava tongitikiti nono mikimbori ngai omom mata lomunya pookin enjomemapaisho pokn to nikang'ite mata loiboro momi iloiturukok ingoru siake erikore sirikale metorivo nandai na ngai enda nabo enda nabo laigwanak

mabaina bungiswe tare tate mabaina bundomo ndiri tari tate matar morwa matar ki loiboro momi maturu bari engai engai toribe mesa ndabaasa sing'ouni ndabasa nongo nele... itoi ndabasa nengawarie ndoiyoke okay munyani ndoyoke nendama okay endose ngululu